Ni ni sala. Mpaka ikawa roho yake ni unyenyekevu, ina thamani gani sala? Tunataka tuzungumzie kuhusiana na sala vipengele sita. Vipengele hivi ndio vitakuwa ni utangulizi wa darasa yetu ya unyenyekevu katika sala. Kipengele cha kwanza mafhumu salati lughatan wa shar'a, nini sala katika lugha na kisheria. Kipengele cha pili nini hukumu ya sala katika Uislamu. Kipengele cha tatu sala ina position gani, ina thamani na manzila gani katika Uislamu. Kipingile cha nne alkhasais, mambo yanayohusiana na ibada ya sala yasiyopatikanwa katika ibada nyingine. Sala ina thamani kubwa kiasi ambacho imehusishwa na khasais na mambo maalumu ambayo yamo ndani ya salah hayamo katika ibada nyingine. Jambo la tano hukmu ya kuiacha salah na jambo la sita, fadhila na kheri na matunda na manufaa yanayopatikana katika ibada ya sala. Vipengele hizi sita hivi tunataka tuzungumze juu ya ibada ya sala, ili tutakapokuja lisoma somo la unyenyekevu katika sala tuwe tushajua thamani ya sala yenyewe. Sasa vipi sala yetu itakuwa ina unyenyekevu? Vipi sala itapata roho yake kama ilivyokuwa roho katika mwili, ni kitu kina thamani na ni kitu kikubwa. Na mwili uliokosa roho, mwili huu unapelekwa kaburini, huwa si mume tena mwenye thamani mbele ya mke. Huyu maiti huwa si baba anayethaminika akatunzwa nyumbani. Huyu huwa si mtoto ambaye mama anamnang'ania asitolewe ndani ya nyumba. Sasa unakuwa ni mwili wa maiti. Kweli ni mume alikuwa mwenye thamani, kweli alikuwa ni baba mwenye thamani, kweli alikuwa ni mtoto mwenye thamani mbele ya mama yake, kweli alikuwa ni mwanajamii mwenye thamani, lakini roho ishapotea kutoka kwenye kiwiliwili. Kiwiliwili sasa kishakosa thamani. Inawezekana ikawa ni kiwiliwili cha mfalme, lakini sasa kinaenda kutiwa ndani ya inawezekana ikawa ni kiwiliwili cha mwalimu anayependeza kwenye jamii, lakini sasa hawezi tena kusomesha, ni mayitu la haraka lahu la nutqala, ni maiti asiye na harakati asiye na matamshi. Ndugu zangu Waislamu, kiwiliwili kilichokosa roho tayari kishapoteza thamani yake, vipi sala itakayopoteza unyenyekevu itakuwa imepoteza thamani kiasi gani? Kwa napenda tusikilize vipengele sita hivi ili tuijue salaa na thamani yake. Allah ampe rahma na kheri na barakati nyingi, Dkt Said Ali Ibn Wahf al-Qahtani rahmatullahi alaih, ambaye ndo kazungumzia vipengele hivi katika kitabu cha manzila manzilatu salati fi lislam, ambaye na yeye pia ndio aliyekuja izungumza alkhushuu fi salah, na bila shaka na wengineo katika ulama wamezungumzia hilo jambo.

Sala ina kheri gani katika umma? Kwanza, nini sala? Tuijue sala kilugha, halafu tuijue sala kisheria, na hicho ndo kipengele cha mwanzo. Mafuhumu sala nini, tunatakiwa tufahamu tunaposema sala, na kwa sababu sala ina maana ya kilugha katika uwasilia wa lugha, na sala ina maana ya kisheria, maana iliyokusudiwa katika sheria ndani ya Qur'ani na hadithi Alquran wal hadith ni wahi wa aina mbili, umekuja kutufundisha sheria yetu ya Uislamu. Sasa sala katika asili ya lugha ina maana gani? Halafu ina maana gani katika sheria? Halafu kuna mahusiano gani baina maana ki ya kilugha na maana ya kisheria? Tunatakiwa tujue kwamba sheria kwa nini ikalitumia neno sala katika maana maalumu ya kisheria, kwani kuna mahusiano gani katika maana asilia ya kilugha maana ya kisheria. Naanza na maana ya kilugha. Kilugha, neno sala, ndugu zangu, maana yake ni maombi, kuomba. Ndio maana unaikuta ile aya ya mia moja na tatu katika surat Tauba, Allahu azza wa jal anasema katika aya hiyo, khudh min amwalihim Chukua kutoka katika mali zao. Sadaqatan, hiyo sadaqa, yani inakusudiwa zaka. Mtume anaambiwa apokee kutoka kwa wafuasi wake zaka. tutahiruhum wa tuzakihim biha, ili uwatakase na uwatahirishe hawa watu watoaji zaka kupitia hiyo zaka wanayoitoa. Pokea, ya rasul Allah kutoka kwao hao zaka zao ili uwatakase kupitia zaka hizo mm, wasali alaihim, na waombee dua. Umeona neno sala limekuja kwa maana ya dua. Mtume alitakiwa apokee kutoka kwa waumini zakawati zao, halafu yeye awaombee dua baada ya kupokea. Wasali alaihim, haina maana uwasalie kama anavyosaliwa maiti, hapana Bali wasalli alaihim, katika aya hii tafsiri yake ni nini? Waombee dua. Kwa hiyo Alquranul Karim imeteremka kwa lugha ya Arabu na ikalitumia neno hili kwa maana ya kilugha pia. Hapa haijakusudiwa ile sala inayoanza na takbiratul ihram ikaishia na salamu, haijakusudiwa hivyo kwenye aya hii, bali imekusudiwa sala kwa maana yake ya kilugha, nayo ni kuomba dua. Wasalli alaihim, waombee dua hao wanaotoa zakat. Inna salataka sakanun lahum, hakika dua yako kwao ni kitulizo cha nyoyo zao, ni utulivu kwao. Wallahu samiun alim, na Allah anajibu dua na ni mjuzi. Waombe dua, waombee dua ya Rasulullah, ud'u lahum. Kwa hiyo aya hiyo ya mia moja na tatu ya sura Tauba imetufundisha kumbe, asili ya neno sala ni kuomba dua, na hapo ndo tunapokuja uja kuona sasa mahusiano ya maana ya kilugha na maana ya kisheria. Kweli maana ya kisheria sala ni ibada maalum, ina kisimamo, ina rukuu, ina sujudu kama atakavyokujaona, lakini jambo kubwa lilokusudiwa ndani ya sala ni kuomba dua, kwani dua iliyotengenezewa vitendo tofauti vya kiibada, ikiwemo kitendo cha kusimama cha kuinama cha kusujudu na vitendo kadha wakadha, lakini lengo kuu la sala ni kuomba dua al tunaposema ihdina sirata mustaqim, na dua nyingine ambazo tunatakiwa tuombe kwenye sujudi, na dua nyingine tunazotakiwa tuombe kabla ya kutoa salam. Sala maksudi yake ni maombi, tunakuja omba jambo kubwa la hidaya litakalotufikisha katika neema, kwa sababu ndani ya sala tunasema sirata alladhina anamta alayhim, tupe njia ya wale ulowaneemesha. Kwa hiyo tunaomba kuneemeshwa ndani ya sala. Na Allah akituneemesha atakuwa ametupa mambo makubwa. Anayeneemeshwa hupewa radhi za Allah, anayeneemeshwa hupewa janna. Tushaona kwenye Quran, katika sura Tauba, neno sala kwa maana ya kuomba dua, eh? Sasa tuje katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoipokea Imam Muslim, mtume anasema idha du'iya ahadukum falyujib, anapoalikwa mmoja wenu aitike mm na inakusudiwa zaidi walima tul urs chakula cha walima, mmoja wenu anapoalikwa aitike ende. Fa in kana saiman falyusalli, atakapokuwa amefunga ende hivyo hivyo akaombe dua kuwaombea wale waliomwalika. Fa in kana muftiran falyat'am, na ikiwa mtu hayumo ndani ya siyam basi ale chakula hicho ambacho kaalikwa. Sasa fa sa fa neno fain kana saiman falyusalli, hapo liko waziwazi kwamba neno falyusalli ni kwa maana ya kuomba dua. Haikumaanishwa kwamba nenda mahala ulipoalikwa alafu nenda kasali kule. a a falyusalli, aombe dua, awaombe dua wenye harusi, Allah, ibariki shughuli yao. Awaombe dua kwa sababu wamemkirimu kumwalika, basi ende, pamoja na kwamba ni saim. Maulama wakasema falyusalli, maanake faliyadu bilbarakati walkhairi walmaghfira

kwa mtume wake ni kule kumsifu na kumtukuza, kumtaja kwa uzuri na kumtukuza mbele ya malaika. Na ama sala ya malaika kwa mtume ni kumwombea dua, kwa sala ya malaika kwa mtume ni kumuombea dua. Tumerejea katika ule uwasilia wetu wa kilugha, kwamba ukiambiwa almalaikatu yusalluna ala al rasul, malaika wanamsalia mtume, maana yake wanamuombea dua. Na Allah tukisema anamsalia mtume hatuwezi kusema anamuombea dua kwa sababu Allah ni muombwa. Vipi ataomba tena? Muombe mbele ya nani? Yeye ndo muombwa. ku sala ya Allah mbele ya mtume ni kumsifu na kumtukuza. Ibnu Abbas kaifasiri sala ya malaika kwa mtume akasema, yusalluna ayubariku, wanamwombea baraka mtume sallallahu alayhi wasallam. kwa sala ya Allah kwa mtume ina tafsiri ya kumsifu ingawaje iko tafsiri nyingine pia imetajwa kwamba anamrehemu mtume wake, na ndio maana tukisema sallallahu alayhi wasallam tunasema rehma na amani ziwe juu yake. Wasallam maana yake anampe amani, ina maana ile neno sallallahu alayhi Allah amrehemu. Tafsiri tumezoea sana amrehemu, lakini tusizoe hiyo tu, tujue kuna tafsiri nyingine kwamba pia amsifu mbele ya viumbe alionao mbinguni ambao ni malaika, mpaka baadhi ulama wakasema kumsifu mbinguni mbele ya malaika ndio jambo lenye nguvu zaidi katika maana ya sala, kwa sababu Alquranul Karim katika sura Al-Baqara aya 157, Allah amewasifu wenye subra, akasema: ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma. Akataja neno salawat, alafu akataja neno gani? Rahma, kuonyesha salawat ni kitu chengine na rahma ni kitu chengine. Kwa akasema hao watapata salawat, maana yake sana

Kwa maana ya kisheria mbele ya mola wao wanaposali, mbele ya mola wao hatusimzii. Sasa kumsalia mtume, malaika wakimsalia mtume, malaika wanamwombea dua. Tukisema malaika wanasali mbele ya mola wao, itakuwa ina maana gani? Ina maana ya kisheria hiyo, sala yenye rukuu, sujudu, kwa sababu na malaika wanasali mbinguni na sisi wanadamu tunasali ardhini, na ndege sala yao ni tasbih kumsifu Allah

na inamalizwa sala kwa kusema assalamu alaikum warahmatullah. Sasa sala hiyo katika maana yake ya kisheria ni ibada. Kwanza tunaanza na neno ibada, kumwabudu nani? Allah. Na hiyo ibada ina maneno maalumu, huwezi kuchagua uyatakayo ukayaweka, na pia ina vitendo maalumu huwezi kufanya vitendo utakavyo wewe ndani ya sala. Inaanzwa kwa takbir na inamalizwa kwa salamu, na imeitwa sala hiyo ibada maalumu kwa sababu ndani yake imebeba maombi. Kwa tukarejea katika maana ya kilugha kwamba kumbe maana ya sala ya kilugha ni kuomba dua, basi na sala ya kisheria kweli ni vitendo maalum na ibada maalum, lakini ndani yake yamo maombi, kwa sababu mara nyingi kuna mahusiano baina maana ya kilugha na maana ya kisheria. Sheria imelichukua neno hili kutoka kwenye lugha ikalihamishia katika ibada maalumu. Ina maana na hiyo ibada itakuwa inalo ilo jambo la maombi, ndio maana nayo ikaitwa sala. Kwa hiyo ndugu zangu, atakayeingia kwenye sala atatakiwa awe na unyenyekevu, kwa sababu kaja kuomba, na muombaji lazima awe mnyenyekevu wewe umemwona muombaji gani? mwenye shida ana maradhi, anataka kum, kumpa wasiwasi, sasa anaweza akamwondoa duniani asipojiwahi. Sasa kenda kwa mtu anaomba, umeona yupi kenda akashika kiuno akafanya kama uso kaugeuza hivi, hamtazami vizuri anayemuomba, alafu anasema sema kwa jeuri? umemwona yupi huyo ambaye ana shida kweli kweli imemshughulisha katika moyo wake, halafu akaenda mbele ya kiumbe mwenziwe akaomba bila ya unyenyekevu. Ina maana ya kwamba unyenyekevu kwenye sala unye wa. ni kitu kikubwa, kwa sababu hayo ni maombi, tunaenda kumwomba Allah jalla jalaluhu. Na ukiambiwa dua, maombi, hata ilo neno dua limejigawa sehemu mbili. Una dua mas'alatin wa dua ibadatin. Katika Alquran Alkarim ukiwaona wale wabaya wanatajwa wanaofanya shirki kwamba yad'un wanaomba na, wa kuwaomba masanamu yao, sikuomba tu maana yake pia wanaabudu. Neno duaa linakuja kwa maana ya kuomba kwa ulimi wako, ukamuomba Allah, ya Rabbi, nipe hichi na hichi, hata kama uko nje ya sala. Lakini pia duaa inakuja kwa maana ya kuabudu. Mtu anapoabudu huwa kama aliyeomba, lakini hakuomba kwa kwa ulimi, kaomba kwa hali yake, kwamba anamwambia Allah na kuabudu basi, nipe ujira nitimizie haja zangu niondoshe shida zangu. Kwa hiyo na ibada nayo ndio maana inafaa kuitwa dua. Baada ya kujua maana ya sala kilugha na kisheria na mahusiano yaliyopo katika ile maana ya kilugha na kisheria, sasa tuje katika kipengele cha pili. Nini hukumu ya sala? Nini hukumu ya sala? Sala ni sunna au sala ni kitendo cha lazima? Ndugu zangu, sala ni jambo la lazima la wajiba. Tena sio sala ni wajibu tu, imeingia katika yale matendo matano makubwa sana katika Uislamu, matendo ambayo yanaitwa nguzo kwa sababu yaliyowajibika kwenye dini yetu ni mengi, wajibatu din kathira, yaliyolazima katika dini yetu ni mengi mno, lakini yaliyokuwa nguzo katika dini yetu ni mambo matano tu. Tokea utotoni tunayasoma hayo mambo, nguzo za Uislamu ni tano. Sala kwa thamani yake kubwa, imepenya katika hayo mambo matano, imo, imo ndani. Tena nguzo ya pili baada ya imani, sala thamani yake kubwa kuliko nguzo ya siam, kuliko nguzo ya zaka, kuliko nguzo ya haji. Sala ni zaidi ya nguzo zote, thamani yake kubwa zaidi kuliko nguzo ya siam, kuliko nguzo ya sala, kuliko nguzo ya haji. Na ulazima wa sala umekuja kwenye Qur'an, umekuja kwenye hadithi

Na Allah azza wa jalla amesema, inna salata kanat ala lmuminina al kitaban mawquta, hakika sala imekuwa kwa waumini ni ya faradhi. Neno kitaban inamaanisha kwamba kitu hichi ni faradhi na ni lazima. Mawquta, iliyowekewa wakati maalum lazima wakati huo uchungwe na ulindwe, ina maana ya kwamba sala haifai kufanywa nje ya wakati wake. Hii ni Alquranul Karim, imetuonyesha kwamba sala ni faradhi. Ama katika sunna na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekuja hadithi ya Muadh ibn Jabal, wakati Mtume alipomtuma Muadh ende Yaman, na kule Yaman kapelekwa akawe kiongozi wa kuwaongoza watu katika mambo ya dini mbalimbali mbali, na kutoa taaluma na kuhukumu baina ya watu. Sasa alipopelekwa kule nini, mtume alimwambia, alimwambia Muadh, alimhum anna llaha ftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa layla, kawafundishe watu kwamba Allah amewafaradhishia sala tano katika kila mchana na usiku, yani mchana na usiku mida miwili hii, ndani yake zitapatikana sala tano. Kuna salatu naharia, sala ya wakati wa mchana, yani ni mchana wa Kiislamu ushaingia nayo, ni salatu lfajri. Alfajiri ni mchana tayari, kwa maana ya kwamba muda wa siamu kwa anayetaka kufunga ushanza, kwa inahesabika ni salatu naharia. Alafu tuna salatu dhuhri, alafu tuna salatu al lasri ama sala mbili za usiku ni salatu lmaghrib na salatu lisha. Sala hizi, wazee wangu na ndugu zangu, ni sala faradhi hizi, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali imekuja hadithi ya Ibni Umar imeeleza zaidi pale Mtume aliposema, buni al islamu ala khamsi, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Mtume akasema ya kwanza shahada tu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nguzo ya pili iqamu sala, alafu akataja itau zaka, alafu akataja siyamu Ramadan, alafu akasema hajju albayt liman istataa ilayhi sabila. Sasa sala tumeiona ni nguzo, yani uislamu umejengwa juu ya hizo nguzo tano, ikiwemo nguzo ya sala. Hadithi ya ubada ibn samit imekuja hivi, mtume amesema, sala tano Allah amezifaradhisha juu ya waja

Allahu akbar. Hadithi amepokea Abu Daud, naimo ndani ya sahihu sunan ya Abu Daud. Ukiitaka janna, ilinde sala, ihifadhi, usipoteze. Unajua sheitani anaiba kitu gani kwenye sala? Anaiba ile elimu ya sala, kwamba uisali sivyo, na anaiba kitu kikubwa sana, ndo kinachotuhusu katika darsa yetu hii itakayoendelea, insha Allah, anaiba moyo, anakuachilia gamba la sala lakini haina roho. Ni kama vile umeuziwa yai alafu ndani tupu, hamna kitu. Au mwili wa sanamu, kweli umechongwa kama mwanadamu, na wakati mwingine naweza akakubabaishwa ukadhania mwanadamu. Ukiingia kwenye mamol makubwa duniani huko unaweza ukakuta kitu kama hicho, ukadhania binadamu, lakini sanamu halina roho lile halifanyi mambo yote anayoyafanya mwanadamu. Mmeng'enyo wa chakula mwilini halili, haliendi haja, halina, halina figo zinazofanya kazi wala wengu wala ini wala moyo, halina mishipa ya damu halina mifupa kubwa zaidi, halina roho. Huyo mwanadamu mwenye yote hayo, roho ikitoka hana thamani. Kwa sheitani, anaiba moyo. Tusikubali kuipoteza roho ya sala. Mtume anasema atakayekuja nayo sala hakupoteza chochote kwa sababu ya istihfaf. Kinachopelekea mwanadamu ipoteze sala, sisali kabisa, ni istihfaf, kudharau, hajajua lile jambo. Kinachopelekea mwanadamu moyo wake na akili yake ikaibiwa na sheitan ni kule kutojua thamani ya sala. Istihfaf ni hatari. Nani atakuwa na unyenyekevu wa sala? Yule mwenye taadhim. Taadhim ni kinyume cha istihfaf. Mtume kataja neno istihfaf hapa kwa anayepoteza sala, yastakhifu bihaqihi Kadharau, kaona jambo dogo, haki ya sala kaiona ndogo, basi hakufanya vizuri. Lakini kumbe haki ni kubwa. Jambo lolote kubwa, linalindwa, linafanywa vizuri, linafanywa kwa umakini, kwa hisia. Mbona watoto wetu leo tunawahamasisha wajiandae na mtihani, wahifadhi, wafahamu, wafahamu hesabu, wafahamu masomo yao tena anawaambia mwanao, kwanza, mwanangu, nataka ufahamu, ufahamu vizuri, msikilize mwalimu kwa umakini, alafu uhifadhi eh. ina maana uwe makini pale mwalimu akisomesha akili yako yote uweke pale, ina umzeeka thamini masomo. Sasa sala inatakiwa thamini wewe zaidi, moyo wa mja uwepo pale. Aya ni nyingi na hadithi zenye kuonyesha uwajibu wa sala, na wanavyuoni wote wamekubaliana kwamba sala tano ni faradhi na ni wajibu kwa dalili tatu tushazitaja, dalili ya kitabu na dalili ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi na dalili ya ijma ya wanavyoni rahmatullahi alaihi. Walosamehewa sala ni watu ambao hawana akili, yani Mwislamu hana akili huyu hana sala, na mdogo kabisa ambaye hakufika sinu tamiz hatutakiwi hata tumuamrishie sala eh, lakini akifikia umri wa miaka saba mtoto anaamrishwa kusali mwanamke mwenye hedhi na nifasi haiwajibiki kwao, bali ni haramu kusali, hawatakiwi wasali. Pia wanatakiwa wasifunge, kwa sababu sala ni kitu kina thamani kubwa, hatakiwi mwanamke afanye ibada hiyo, hali kadhalika ibada ya siam. Hebu fikiria, sala ina thamani kubwa kiasi gani mpaka mwanamke mwenye hedhi na nifasi kaambiwa asisali, na tutakujaona mbele mambo yaliyohusishwa katika ibada ya sala yasiopatikana katika ibada nyingine, mambo ambayo yanaonyesha umuhimu wa sala kwa darsa yetu hiyo. Leo tumeona vipengele viwili muhimu. Kipengele nini sala kilugha na kisheria, na tumeiona hukumu ya sala, na vimebakia vipengele vinne tunatakiwa tuvizungumze juu ya ibada ya sala, na hatimaye tuje tuzungumze nini unyenyekevu katika sala. Wakati huo tushaifahamu sala vizuri. Sasa tuzunguze unyenyekevu ambayo ni roho ya sala. Roho ni kitu kikubwa, bila ya roho kwenye sala, sala itakuwa ishapoteza thamani yake na utukufu wake, na hapo mwanadamu atakuwa amekula hasara ya hali ya juu. Iyadhan billahi min dhalik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.